Watu wengi huomba lakini wachache husikia. Wengi huomba Mungu anene, lakini sauti yake hupita kimya, kana kwamba haipo. Kumbe ipo, ila si kwa njia wanazozijua. Kuna njia tisa za ajabu ambazo Mungu hutumia kusema na wanadamu, njia ambazo wengi huzipuuzia, na kwa kufanya hivyo hupoteza maelekezo muhimu ya maisha yao leo utagundua sauti ya Mungu inavyoweza kuja kwa namna ambazo hukuwahi kufikiria. Njia ya nne na ya saba itakufanya utetemeke kabisa. Kabla tujiendelea na somo letu, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado kuja subscribe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 Sauti ya Mungu huja kwa njia hizi tisa, ambazo wengi hawazijui. Namba moja, Mungu hunena kupitia ndoto na maono. Mungu mara nyingi hutumia ndoto kama njia ya mawasiliano ya kipekee. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 33 na mstari wa 14 hadi wa 15 imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja Naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajili yapo watu katika usingizi kitandani. Siku zote ndoto zinazotoka kwa Mungu huwa zimejaa ujumbe wa kiroho, onyo au mwelekeo. Ukiona ndoto inajirudiarudia au inagusa moyo wako kwa nguvu ya ajabu, usipuuze, inaweza kuwa ujumbe wa Mungu. Lakini kumbuka, ndoto za Mungu huleta amani, nuru na mwelekeo, na sio hofu wala kuchanganyikiwa. Kwa hiyo ndoto ni njia mojawapo ambao Mungu anaweza akaitumia kuzungumza na wewe. Kwa hiyo ukiona ndoto unajirudia mara kwa mara, ni muhimu kufuatilia ndoto hiyo inakuwa imeashiria kitu gani. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakipuuzia ndoto wanazoziota na mwisho wa siku wanajikuta wakiwa wameingia kwenye majanga. Kwa hiyo ndoto ni njia mojawapo ambao Mungu anaweza kuitumia kuzungumza na wewe. Mungu anaweza kukufunulia vitu ambavyo vitatokea kwa njia ya ndoto. Ndio maana wako watu ambao wakiota ndoto, baada ya muda mfupi wanashangaa ndoto hili inatokea kama walivyoota. Kwa hiyo ndoto au maono ni njia mojawapo ambao Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Lakini namba mbili, Mungu hunena kupitia utulivu wa ndani. Mungu mara nyingi hunena kupitia amani ya ndani unapokuwa unatafuta uamuzi wa kufanya jambo fulani, kama kusafiri, kuanzisha uhusiano au kuchukua hatua fulani, unaweza kuhisi amani isiyoelezeka ndani yako. Kwa hiyo kuna muda Mungu unena kupitia utulivu wa ndani unashangaa unapata amani ya ndani siku zote. Amani hiyo sio ya kawaida, ni utulivu wa kiroho unaokwambia uko kwenye njia sahihi. Na hivyo hivyo, ukihisi wasiwasi isiyoelezeka au roho yako kukosa amani, mara nyingi ni ishara kuwa Mungu anakuzuia usifanye jambo fulani. Kwa hiyo ukiona unapata amani isiyoelezeka juu ya jambo fulani, yamkini umefanya maamuzi fulani, lakini ndani yako unasikia kuna amani ya ajabu ya kutosha, ni ishara kuwa Mungu anakuambia uko kwenye njia sahihi. Lakini vivyo hivyo ukianza kuona umepata wasiwasi na mashaka, ni ishara Mungu anakuwa anakuzuia juu ya jambo hilo ambalo unataka kulifanya. Lakini namba tatu Mungu hunena kupitia neno lake, yaani Bibilia. Kila mstari ndani ya Bibilia unaweza kuwa barua binafsi kutoka kwa Mungu. Wakati mwingine unasoma tu andiko la kawaida, lakini ghafla linagusa moyo wako moja kwa moja na kukupa nguvu kutambua na kukupa nguvu tambua. Hiyo ni sauti ya Mungu. Mungu hunena kupitia maandiko kwa wakati sahihi na kwa mtu sahihi. Hivyo kautakiwi kabisa kuchukulia Bibilia kama kitabu cha kawaida. Unatakiwa kabisa kuchukulia Bibilia kama kitabu cha kawaida, kwa sababu Mungu unena kupitia neno lake. Mungu anaweza akazungumza nawee kupitia neno lake. Yamkini unaweza ukawa labda unasoma andiko fulani, ghafla unashangaa ule msari unaosoma unagusa maisha yako moja kwa moja, unazungumza na wewe, unashangaa andiko fulani la kupa nguvu ya kusonga mbele. Yamkini ulikuwa umekata tamaa, lakini kupitia kusoma biblia unasikia andiko fulani la gusa moyo wako, inakupa nguvu, andiko fulani laanza kuzungumza juu ya maisha yako ambayo unapitia, au hali unayopitia. Ukiona hivyo, basi unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anazungumza na wewe. Lakini namba nne, Mungu hunena kupitia matukio ya maisha. Wakati mwingine Mungu hutumia wakati mwingine Mungu hatumii maneno, bali matukio. Anaweza kuruhusu jambo fulani lifanyike ili akuelekeze mahali fulani. Unapopoteza kazi, uhusiano au nafasi fulani, usione ni bahati mbaya. Mara nyingi ni mwelekeo wa Mungu kukupeleka sehemu bora zaidi. Mfano, unaweza kushindwa katika mpango fulani, lakini baada ya muda unatambua kuwa kushindwa huko kulikuokoa na kitu kibaya zaidi. Kwa hiyo Mungu anaweza katumia mazingira kukwambia hapa sio, nenda kule. Kwa hiyo Mungu anaweza katumia matukio katika maisha yako. Kuna matukio yanaweza akatokea na baada ya matukio ya mwanzoni naza uka, uka, ukaanza kuumia, lakini baada ya muda unakuja kugundua kuwa kumbe lile tukio Mungu aliruhusu ili kukuepusha na tukio baya zaidi. Kwa hiyo Mungu hunena kupitia matukio ya maisha, matukio ya kila siku ambayo yanatokea. Mungu anaweza kazungumza nawe kupitia matukio hayo hayo. Kwa hiyo lakini, namba tano, Mungu hunena kupitia watu anaowatumia. Mungu mara nyingi hutumia watu wa kawaida kuzungumza na wewe. Anaweza kutumia rafiki, kiongozi wa kiroho, mzazi au hata mtu asiyejua hali yako, lakini maneno yake yakagusa roho yako moja kwa moja. Mara nyingine mtu anaweza kukuambia jambo ambalo ni jibu kamili la maombi yako bila hata yeye kujua. Tambua, Mungu anaweza kusema na wewe kupitia mtu yeyote, mahali popote na kwa wakati wote. Tambua, Mungu hata nena kupitia maneno yanayopingana na neno lake, Biblia. Kwa hiyo pima kila sauti kwa neno Mungu la Mungu. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo nataka ulitambue. Mungu anaweza akatumia mtu yoyote kuzungumza na wewe, lakini ni muhimu sana kupima sauti hiyo kwa kupitia neno la Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kuzungumza neno ambalo linapingana na Biblia, ya yani neno lake. Kwa hiyo ni muhimu lakini Namba 6, Mungu hunena kupitia Roho Mtakatifu ndani yako. Hii ndiyo njia ya kipekee na ya karibu zaidi. Roho Mtakatifu ndiye msaidizi, mshauri na mwelekezaji wa ndani. Anakupa hisia oyo au msukumo fulani wa ndani ya moyo wako. Wakati mwingine sio maneno, bali ni hisia ya inayokujulisha nini cha kufanya. Unaweza ukaamka ghafla usiku ukiwa na mzigo wa kumwombea mtu. Hiyo ni sauti ya Mungu kupitia Roho wake. Au unahisi roho yako inasukumwa kufanya jambo fulani ambalo litaokoa mtu au kukuinua kiroho. Roho Mtakatifu ndiye kipaza sauti cha Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo unaweza kuwa unasikia kuna msukumo ndani yako kufanya jambo fulani, unasikia kuna msukumo wa kufanya jambo fulani. Roho Mtakatifu anaweza kutumia hali hiyo kwa lengo la uh, kwa, kwa, kwa, kwa lengo la kuzungumza na wewe lakini namba saba Mungu hunena kupitia uthibitisho wa kiroho . Unapokuwa katika maamuzi mazito, Mungu anaweza kuzungumza kwa kurudia uthibitisho kupitia njia tofauti tofauti. Mfano, umeomba kuhusu jambo fulani, kisha unasikia mahubiri yanayosema kile kile au rafiki anakuambia kitu kile kile bila kujua. Hiyo ni sauti ya Mungu ikikuthibitishia kile alichokuambia awali. Kwa hiyo hunena kupitia uthibitisho wa kiroho. Mungu anaweza kutumia uthibitisho wa kiroho kukuthibitishia, lakini pia, namba nane, Mungu hunena kupitia ukimya wake. Mungu anaweza kuzungumza nawe kupitia ukimya, ukimya wake. Namba tisa, Mungu hunena kupitia kipaji au wito ulio ndani yako. Ni matumaini kuna jambo ambalo umejifunza. Kama kuna kitu ambacho umejifunza, naomba comment nimejifunza zaidi. Mungu akubariki wote kutumia muda wako kushare link ya video hii, akajibu haja ya moyo wako, nikutakie wakati mwema.